Alafu kuna mtu aliniambia kwamba iti wadada wa Marangu, Machame, Rombo, Wanyakyusa, Wachaga, wa Pare na Wasukuma eti wanapenda kufanya mapenzi. Nikamwambia hapana, sio kweli. Sasa kama ulishoi kuambiwa hivo, leo ngoja nikwambie, kuna watu walikuwa wanapenda kufanya mapenzi kuliko hata kula. Hawa watu wameandikwa katika Bibilia. Unajua ni nani na nani? Ninajua tu inawezekana unatamani sana kuwafahamu hawa jamaa. Walikuwa ni wanoma, sio kawaida. Niandikie kwenye komenti hapo chini kwamba ni kabila gani ambao wewe unawafahamu wanapenda mapenzi hao, sio poa. Sasa bana, tukianza na mtu wa kwanza katika Biblia ni Suleiman, mfalme wa mapenzi. Katika jumba lenye marumaru ya dhahabu, yeye alikuwa ameketi kwenye kiti cha enzi kilichopambwa kwa simba na dhahabu. Suleiman alikuwa naandika, anaandika, anaandika kwamba midomo yake ni kama asali inayotiririka na harufu ya mapenzi yake ni kama mvinyo mpya wa Lebanoni. Aliandika haya yote katika wimbo ulio bora, lakini kile ambacho wengine walikiona kama ni sanaa ya mapenzi, lakini kwake ilikuwa ni kawaida kila siku asubuhi, mchana na jioni, anawaambia warembo maneno mazuri kama haya. Sulemani alikuwa ni mtata jamani, mchana alikuwa yupo na mwanamke wa Uarabuni, jioni na mwanamke kutokea Misri, usiku kutokea Masuria wa huko Sidoni na asubuhi mrembo wa Kushi. Hawa wanawake walimsubiri kwenye bustani ya manemane. Walimpenda sana Suleiman kwa sababu walikuwa na maneno matamu. Alafu ye ya Suleiman anakwambia mapenzi siyo dhambi, alijitetea siku moja alipoulizwa na kuhani mkuu. Kuhani akamuuliza tena kwamba lakini mbona inaonekana una tamaa iliyopitiliza. Aha, Suleiman akatabasamu afu akasema, ndiyo, nilipata hekima ila moyo wangu haukuwa mpweke. Lakini mwisho wa siku, malkia mmoja aliingia bila taarifa. Alikuwa ni malkia wa uko Sheba. Huyu hakuwa wa kawaida. Aliingia na maswali akatoka na moyo wake. Mwanamke aliingia kwa kuuliza maswali, akajikuta amempenda Sulemani. Kwa mapenzi yake, Sulemani alikuwa ni mtata kwenye suala zima la mazungumzo tu. Ah, alikuwa na mashairi huyu mwanaume. Mtu wa pili ni Samson. Samson, mwanaume mwenye nguvu za ajabu na moyo wa ajabu zaidi. Usiku mzito katika bonde la Soreki, Samson alitembea akiwa na nywele zenye uzito wa agano. Alikuwa hakamatiki, mabega makubwa kama mlima, sauti nzito kama ngurumo, lakini moyo wake ulikuwa ni dhaifu kwa maneno matamu. Delila alipoanza kumwita kwa sauti ya upole, Samsoni, Samsoni, Samsoni, Samsoni ilikosa nguvu hata kabla hajakata nywele zake. Derila alimwambia Samsoni, nipende kama roho yako inavyonipenda. Ah, Samsoni akaona unyama huu, akamwambia nikusimulie nini mpenzi? Samsoni alimdanganya mwanamke mara tatu, lakini mwanamke alirudi kitandani kwake usiku wa manane. Mapenzi yakamfanya Samsoni hadi atoe siri ya nguvu zake. Alipoamka alikuwa tayari kanyolewa nywele, akainua mikono kutikisa nguzo, zilikataa. Akajua nimekwisha. Mapenzi yakamtesa Samsoni, nguvu zake zikapotea. Mapenzi yalikuwa ni dawa na sumu kwa Samsoni. Alipokufa bado alikuwa na jina la mapenzi katika mdomo wake, akizungumza na kuita tu Delila, Delila. Kelele ya mwisho kabla ya hekalu kusambaratika ni Samsoni aliita Delila. Sasa mtu wa tatu ni Daudi, mzee wa nyumba za juu. Huyu jamaa alikuwa naye ni mtata sana. Daudi hakuhitaji Instagram kuona wanawake wazuri, hakuhitaji Facebook kumwona Bathsheba alihitaji tu kutembea juu ya dari yake ili amwone ya Bathsheba. Sasa Mwamba alitembea juu ya dari, alimwona Bathsheba akijiogesha kwa utulivu, wakati mwanga wa jua ukimmulika, maji yanatiririka katika ngozi ya dhahabu ah. Bathsheba alikuwa mzuri, wewe. Sasa Mwamba akatuma ujumbe, hey, kwamba naombeni mkamlete yule mwanamke, sitalala kabla ya kuzungumza naye leo, ni mwanamke mzuri sana. usiku huo Urafiki wa kifalme ukawa uzima wa tamaa. Bathsheba akaenda kwa, kwa Mwamba. Basi Bathsheba akapata ujauzito. Daudi alijaribu kumficha mume wake Uria asigundue lakini ikashindikana. Iliposhindikana Mwamba akasema msintanie. Daudi alimtuma mume wa Bathsheba vitani ili akauawe huko na yeye aendelee kubaki na Bathsheba. Hii ilikuwa ni zaidi ya mapenzi, ilikuwa ni kisasi cha mauaji. Mungu hakunyamaza baada ya hili tukio Nabii Nathan alikuja na hadithi ya kondoo wa jirani. Daudi alianguka chini, alilia sana, akasema nimemtenda Mungu dhambi. Mapenzi yalimtesa sana Daudi, lakini daudi akapiga goti chini akaomba toba. Toba yake ikawa ni toba ya kweli na akakubaliwa, lakini mtoto wake wa kwanza akafariki. Mtoto wa pili wa Bathsheba alikuwa ni Suleiman, hekima kutoka katika dhambi, na mtoto wa pili akabarikiwa akawa ni mzima. Huyu ni Suleiman. Alafu mtu mwingine ambaye alikuwa anapenda sana ekaeka alikuwa ni Herode. Huyu ni mzee wa sherehe za damu. Herode alimpenda sana Herodia, ambaye alikuwa ni mke wa kaka yake, kiasi kwamba mwamba akaona usintanie, we mke wangu, akamtoa mke wake wa halali akamwita Herodia kwamba ndo awepo pale nyumbani. Herodia alikuwa ni mrembo sana, alafu alikuwa ni mjanja, e, mwenye hila. Yaani binti mmoja hivi mrembo ni mjanja sana. Binti fulani hivi ukimwangalia ana sura fulani ya kichaga. We, lazima udate. Sasa siku ya karamu kubwa, binti wa Herodia akaingia kucheza. Alicheza sana na alifurahi sana. Herode baada ya kumwona akasisimka. Akaahidi na akamwambia, "Omba chochote mpaka ukitaka nusu ya ufalme wangu nitakupa." We mapenzi nyema tamu jamani! We sasa, mwanamke aliomba kichwa cha Yohana Mbatizaji, kwamba bana, e, e, mimi kama nalipenda sana mpenzi wangu, nahitaji umuue Yohana Mbatizaji, kata kichwa chake. Sasa mapenzi alivyokolea, Herode akakubali kwamba mm, oke sawa, mpenzi wangu, nataka kichwa cha Yohana Mbatizaji, e, tutakikata <laughs> kweli bana? Jamaa akaenda akafanya hiyo dhambi akamuua Yohana Mbatizaji, ili kumfurahisha mrembo. Mapenzi yaliyomgandisha dhamiri, mfalme akageuka muuaji kwa neno zuri la kitandani kutoka kwa mpenzi wake. Mtu wa tano ni Ruben. Huyu ni mtoto wa kwanza na huyu ndio tatizo la kwanza katika familia yao. Ruben alikuwa ni mrithi wa Yakobo, lakini moyo wake ulimsukuma kwa tamaa. Aliingia chumbani kwa Bilha suria wa baba yake, yani kipenzi cha baba yake kwa siri, wakaonana Walipoamka asubuhi Bilha aliogopa na akiwa anaona aibu, lakini Ruben alikuwa ameridhika kwa kile ambacho amekifanya. Hakuona shida kumchungulia mpenzi wa baba yake. Yakobo aliposikia nini kimetokea, hakusema neno lolote, akajivika busara akakausha, lakini moyo wake ulivunjika kabisa, aliumia sana. Na baada ya miaka kupita, Yakobo alipowabariki watoto wake, alimwambia Ruben, ulipaswa kuwa mkuu, lakini ulikwea katika kitanda cha baba yako, urithi wako utapokonywa kwa tendo lako la siku moja tu. Kweli bana mwamba, Ruben alikosa baraka, alikosa urithi kwa tendo la siku moja tu. Na mtu wa sita ni Amnon na Tamar. Hii ni kama tunazungumzia mapenzi ya majeruhi. Amnon alipenda tu mwili wa Tamari, akupenda moyo na akumpenda kweli. Jamaa alijifanya mgonjwa Tamari akasema ngoja nije nikutunze, nikuangalie, nikujulia hali. Ehe, Tamari umekwisha. Hehe, jamaa akamvuta Tamari kitandani kwa nguvu akamla. Baada ya hapo, Tamari alimchukia sana kuliko vile ambavyo alikuwa anaelekea kumpenda, alivyoanza kumpenda. Tamari alilia sana tena sana. Tamari akaondoka akiwa amevunjika moyo, ana huzuni. Naamini kile ambacho kimetokea mapenzi yaliyogeuka kuwa machungu kuliko hata sumu ya kuli ya nyoka. Tamari hakuwahi kuolewa toka kipindi hicho. Absalomu ambaye alikuwa ni kakake Tamari hakusamehe hilo tukio, baadaye alikuja kumuua Mnoni. Mtu nambari saba ni Gomeri. Gomeri alikuwa ni kahaba. Mungu alimwambia Nabii Hosea kwamba mwanangu Hosea, ee muoe Gomeri, na alizungumza kwamba muoe ataondoka, lakini atakaporudi kumtafuta atakuwa mfano wa upendo wangu kwa watu wangu. Ni kweli alitoroka, alirudi mtaani, lakini Hosea akaenda sokoni kumnunua tena kwa bei ya mapenzi ya kurudisha kilichopotea. Hosea akasema, nitakupenda tena, lakini utabaki na mimi tu. Gomeri ni mfano wa sisi tunapotanga tanga, lakini Mungu anatuambia kwamba, nyie zungukeni, nendeni huko mkafanye umalaya, lakini mimi bado ninawapenda. Sasa e, mtu mwingine ni Suleiman lakini pia Suleiman aliandika maneno yaliyopitia madoido kwenye Biblia, kama maneno anayosema kwamba shingo yako ni kama mnara wa pembe, macho yako kama mabwawa ya Heshiboni, nipe busu lako mama, maana ni tamu kuliko divai. Na wimbo uliobora sio kitabu cha mafundisho ya torati, ni mashairi ya mahaba yaliyoshiba uzuri. Inafundisha kwamba mapenzi ni zawadi ya Mungu, lakini yasipoelekezwa vyema yanaleta anguko kubwa. Je, yeah, ni kitu gani ambacho umekipenda zaidi katika hawa baadhi ya watu ambao wameandikwa katika Biblia walikuwa wanapenda sana mapenzi kuliko kitu cha kawaida? Mimi naitwa Jimmy Godfrey. Niandikie hapo chini katika box la comment, niambie ni nani ambaye wewe unaamini huu jamaa alikuwa anapenda mapenzi kuliko kawaida. Siku njema iyo nawe, mimi nakupenda sana, niseme tu kwa leo tuishie hapa, bye. bye.